Na mtazamaji, wakazi wa kijiji cha Kapsuser eneo bunge la Belgut kaunti ya Kericho waliandamana baada ya kukosa kupewa kibarua katika shamba la chai la Browns Plantations. Wakazi hao walisema kwamba walienda kutafuta kazi katika kampuni hiyo lakini wakapata kwamba kuna watu wengine wamepewa kibarua hicho. Walikasirika na kufunga barabara kuu ya Kericho kwenda Litein kwa masaa matatu. Maafisa wa polisi kutoka Belgut walifika eneo hilo na kutawanya waandamanaji ambapo mmoja wao alijeruhiwa. Kwa mawe. Sisi kama wakazi wa hapa Kapsuser na maeneo zingine hapa kando ya barabara hatujafurahia na hatua ambayo kampuni ya Browns inachukua. Kila siku inachukua kila siku, ya kwanza ni kuvuta watu, ya pili ni mkondo wamechukua ya kuajiri watu. Sasa hizi watu wameamukia, watu wameamukia kuajiriwa kazi wanaambiwa kama uko kwa hii list, kama uko kwa hii list rudi nyumba. Sasa tunashindwa. Tunashindwa na wenye wako kwa list wataenda wapi? Waliita list, kumaliza list, atu yuko na sisi tumefanya kazi miaka mingi sana huko kwa estate. Kufika huko akasema sisi tuko na jambo la kuzema, tumesema tumeachiri watu na imetosha enough. Tulishangaa sana. Siku hizi estate hakuna ukweli, ukweli imepotea. Na hatujui tutaenda wapi kama sisi tunategemea huko ndani? Atujui. Sasa tunataka viongozi wetu msimame imara na mututete sana uko ndani.